kwa Ruto. Sawa nitapeleka kwa Ruto. Majamaa, mimi naambia ni bulana sasa, hii Kenya kila mtu amekasirika hadi waheshimiwa na MP pia wamejam. MP wa Kibera na driver wake. So, kidogo kidogo wanapasha lari wakiambia lari, arekodi hiyo video na apeleke wa Ruto. <laughs> Alafu akamwambia takataka, minakomeni bulanda sai Kenya kila mtu amejamu, kila mtu amejamu. Mweza kurosha mtu akupiga bare sai, ni bulanda kama bulandakama humpendi soti ya Kindiki ukiwa na stress, peleka kwa Ruto. Kama unakasirika githeri kikosa avokado, peleka kwa Ruto kama upendi kulala njaa ukiwa na pesa peleka kwa Ruto. Kama upendi mtu wa bucheri akikuwekea mifupa peleka kwa Ruto. Kama upendi thank you, you're welcome. peleka kwa Ruto. Kama unakasirika ube ki shift location. peleka kwa Ruto. Kama upendi mtu akicheka wakati umekukosea peleka kwa Ruto. Kama upendi kuambiwa kuwe serious ukiwa serious, peleka kwa Ruto. Kama upendi kuoga maji baridi, peleka kwa Ruto. Kama upendi mafarts wakati wa mechi, peleka kwa Ruto. Kama upendi ma long stories zisizo na point, peleka kwa Ruto. Kama upendi ma fake laughs kwa jokes za kijinga, peleka kwa Ruto. Kama upendi kukosa nime get after kutuma pesa, peleka kwa Ruto. Kama, kama unakasirika jikoni ukikosa kiberiti, peleka kwa Ruto masoks ndani ya viatu peleka kwa Ruto. Kama unachukia matatu inapiga honi usiku, peleka kwa Ruto. Kama upendi i ziki expire, peleka kwa Ruto. Kama upendi vile watu tembia kwa street ukiwa na haraka, peleka kwa Ruto. Kama upendi kupigiwa simu ikiwa na 1%, peleka kwa Ruto. Kama upendi kigeuka stock, peleka kwa Ruto. Kama upendi Mind watu wako na deni yako, peleka kwa Ruto. Kama upendi kupigiwa simu ikiwa na 1%, peleka kwa Ruto. Kama upendi marains wakati umefua nguo, peleka kwa Ruto. Kama upendi YouTube upendiyoube adikikata kuskip, peleka kwa Ruto. Kama upendi alarm ikilia weekend, peleka kwa Ruto. Kama upendi hupendi mamo skit usikukiwa na sweet dream Peleka kwa Ruto kama upendi kuluz mutisha mande asubuhi. Peleka kwa Ruto.